Tulitangaza wakatokea wanachama wenzenu ishirini na saba waliomba nafasi na tukaelekeza waje kwenu kupata maoni yenu, kwa kikao cha kwanza cha maoni, zile kura za maoni mlizopiga, na kwamba zile kura kwa mujibu wa kanuni ni kwamba hazikutoa mshindi. Hapana, kwenye kura za maoni hatokei mshindi wa kura, ila anatokea mtu aliyeongoza katika kupendekezwa na maoni ya walio wengi. Baada ya kura zenu nyinyi kutolewa maoni, mkatoa maoni yenu, ilichofuatia ni vikao vinavyofuata. Kamati ya siasa ya ulaya nayo ilikaa ikatoa maoni yake. Ilipomaliza ikaenda kamati ya siasa mkoa, nayo ikakaa ikatoa maoni yake, na hatimaye wakaleta kwetu sisi Dodoma. Kamati kuu ikajadili kwa kina ikafikia uamuzi kwamba kwa mujibu wa wanachama wa wale wote ikaribia na kufanya uteuzi wa mwisho wa kumteua Dr. Do, Lazaro Kilian Bunu Komba ndiye aliyetolewa na Kamati Kuu. Na Kamati Kuu iliamini kwamba Lazaro Kilian Komba kama kama akapigwa kura akachaguliwa, anaweza akasaidia Chama cha Mapinduzi kikawa kikawa imara, akawasaidia wananchi wa Jimbo la Peramiho kwa sababu anawafahamu ana Peramiho, amezaliwa Peramiho, ni mtu msomi, lakini amelelea wanachama kwetu. Tumekuja tume kuwaombeni, wanachama, wana CCM, viongozi, simamieni katiba ya CCM. Katiba ya CCM inasema kwenye ile ibara ya tano kifungu kidogo cha kwanza, inaelezea malengo na madhumuni ya CCM katika uchaguzi wowote ule, iwe wa dola kwa maana serikali kuu au serikali za mtaa au chaguzi za serikali ya Zanzibar, malengo makubwa ya CCM katika chaguzi hizo ni kushinda, hakuna lengo la kushindwa. Kwa hiyo tumekuja kuwaombea kama wanachama kama viongozi wakereketwa, wazee, watu wa bodaboda, chama chetu kinawaomba simamieni matakwa ya katiba ya kuhakikisha CCM inakwenda kushinda kwenye chaguzi imekuleteni mwanachama mwenzenu Lazaro Komba yeye amepewa ilani anakwenda kusimamia ilani hiyo ilani ni kama duka ilani ni duka lililosheheni bidhaa mbalimbali kwenye ilani ile bidhaa hizo ni afya maji barabara umeme mikopo ushirika, mikopo kwa vijana, hizo zote ni bidhaa zimejaa kwenye ilani ile. Msimamizi wa duka hilo ambayo kuhakikisha wananchi nyinyi mnapata huduma ni Lazaro Kilian Koba. Mungeni mkono tarehe hiyo aende akashinde kwenye uchaguzi huu kwa tarehe 26. Kwani waombe ndugu, kwa zangu kama tuna kazi ya kufanya ambayo sina mashaka na nini Wilaya, katika katika kata hii ya ya ya ya Mbinga Mhalule, sina mashaka na wanachama wenu, na raha ya mwana CCM ni kuona chama cha Mapinduzi kinashinda, ndo raha yake, uongo kweli? Mwana CCM yoyote ile akisikia CCM imeanguka kwenye uchaguzi kwake ni huzuni. Kwetu tunaamini raha yenu nini, ni ushindi wa CCM, na ili muweze kuipata raha hiyo ni kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura tarehe 26 6 t sisemu itangazo imeshinda tutoke pale na yena, yena watu waende tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka na mbugani ili tuende tukatulie tusubiri sasa chama chetu na serikali watekeleze ilani. Dhamira yake kwenu ni kuona ninyi mnajikomboa kiuchumi, kisiasa na kijamii, lakini kubwa zaidi amani na, na utulivu. Ndugu zangu, uchaguzi si jambo la masihara, wala sio jambo la majaribio, wala sio jambo la mzaha mzaha. Uchaguzi unagusa maisha yenu, uchaguzi unagusa usalama wenu. Nchi zote duniani, mnazisikia watu wanapigana vita, ukiwauliza mnagombania nini, hasa chanzo, watakwambia uchaguzi. Uchaguzi ndio chanzo. Kwa hiyo usikae nyumbani ukasema, ah, nitakwenda kupiga baadaye, CCM itashinda tu. Haiwezi kushinda kama hujapiga kura. Ili CCM ishinde, lazima tujitokeze wote tukapige kura, tumalize CCM, hii iendelee kusimamia serikali yake, watu tukae kwa amani, tukae kwa furaha, tukae kwa upendo, tukae kwa mshikamano, tufanye shughuli zetu za kiuchumi, ili kila mmoja aishi kwa amani. Jukumu la Chama Cha Mapinduzi ni kushughulika na shida za watu. Chama chetu kinahangaika siku zote kujadili, kimetengeneza ilani ni kuona mwananchi huyu anawezaje kuishi vizuri, barabara anayo nzuri, umeme anao, maji anayo, anayo. Fedha zipo za kununulia mazao, bei za mazao nzuri, hayo yote yanajadiliwa na sisi viongozi, kisema naugiza vichwa juu ya mambo haya na ndio maana e uongozi usimamizi wa uongozi, uongozi ili wananchi waishi kwa amani, ngazi kwa ngazi. Rais yuko pale, lakini anao wasaidizi wake wa kwa chini, wapo waku wakuu wa mikoa wapo, waku mawaziri wapo, manaibu waziri wanaomsaidia kutekeleza majukumu. Lakini hao kwa mikoa wanao wasaidizi wao, wapo waku wakuu wa wilaya, wapo wakurugenzi. Hao wote wanahangaika na shida zenu lakini wakati huo kwenye chama nasi tumepeleka wawakilishi. Ndio maana tunamtaka tumpate mbunge aende akasimamie awa, apeleke ma, awasilishe shida zenu, kazi ambazo mheshimiwa Jenista alizifanya vizuri, lakini kuna mahala ameachia, amelazimika Mwenyezi Mungu amemchukua, lakini kuna mambo aliyapanga hakukamilisha. Tunasema sasa tumpate nani, Mungu aende akaanzia alipoishia mwenzie, aendelee kukamilisha yale ambayo mwenzake hakumalizia.